Cha kwanza mimi niupongeze viongozi wote wa kata, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Diwani, watendaji wote, lakini wapongeze ninyi wananchi mliohudhuria leo hapa, ninawapongeza sana. Lakini cha pili, nawapongeza kwa wazo zuri ambao mlilianzisha wenyewe ya kuwa na bwalo la kisasa zuri kwa ajili ya watoto wetu wanaosoma kwenye shule ya sekondari Yakobi. Ninawapongezeni sana sana sana, na nawapongeza kwa sababu mlianza wenyewe kusomba mawe wenyewe na kuyaleta katika eneo hili, kwa sababu mliona umuhimu wa elimu katika kata hii ya kwamba elimu inapaswa iwepo na mazingira ya kujifunza watoto wetu yawepo mazuri. Ninapongeza sana, lakini cha tatu nampongeza sana mheshimiwa diwani pia na mheshimiwa mbunge. Nimeona michango yao mikubwa pamoja na usimamizi mkubwa wa kuhakikisha kwamba shughuli tunayoiona leo angalau inafikia sehemu hii tuliyonayo ni hatua kubwa sana. Ndio maana hata anaomba kwa mheshimiwa mwenyekiti atakulaza za maoni zipigwage hapa. Hapana, ni kweli eneo zuri, bwalo zuri, ni kubwa <lipi> ni washukuru inaoendelea na ujenzi fundi ni mshukuru ee, kiwango yani <lipi> Kiwango cha jengo hili ni kizuri sana, ni kizuri sana na mimi niendelee kuwakaribisha wananchi. Wananchi hawa wakitaka kuja kufunga harusi hapa, msiwanyime ukumbi <laughs> <laughs> <laughs> eh? Eh, watakuwa, naomba kwenye shule wanafanya sherehe hapa ya mambo yanakwenda tena, msiwatoze mahela makubwa makubwa Fanyeni pawe maeneo mazuri salama, watengenezeni, mwendelee kutengeneza hapa nje pawe pazuri zaidi, maua mazuri, kwa sababu pia ni kitega uchumi hiki, sio kula tu, ni kitega uchumi. Wao nawapongeza sana sana sana, lakini cha nne nampongeza pia mkurugenzi wa halmashauri, nampongeza Mheshimiwa Rais pia kwa kuleta fedha hapa kwa ajili ya ujenzi wa bwalo nzuri kabisa, kwa sababu unaona hivi ni vyuma, hizi sio sio mbao, ni vyuma haviliwi na mchwa, kwa hiyo itakuwa ni jengo la kudumu, na ndio maana hata ukuta wake eh, ni mkubwa sana, sijui ni sentimita 23, ni kubwa sana sana. Kwa hili itaishi miaka na miaka hili jengo hili, utakuja kuzeeka utaliacha na itahudumia watoto wengine. Kwa niendelee kumwomba wasimamizi na fundi anayejenga kiwango kile kile walichoanza nacho waendelee nacho mpaka watakapomaliza, isifike sehemu wakapunguza waendelee nazo hivyo hivyo, mtaleta tiles tena. Tiles sio zile za, za grade ndogo, nataka grade nzuri, ili jengo tulitendee haki kwa niaba ya wananchi hawa wamekuja, na wananchi wachache wanaowakilisha kata ya Yakobi. Mimi binafsi naomba nikushukuru kwanza, mkuu wa wilaya na timu yako, kwa maana ya kututembelea katika kata yetu katika na shule yetu ya Yakobi. Naamini ujio wako unakuja pia kusukuma zaidi maendeleo haya yaweze kufanikiwa ili mwisho wa siku tupate matunda ya bwalo letu. Kiukweli hata Yakobi kama shule ya Yakobi Sekondari tulikuwa tuna changamoto sana juu ya bwalo. Awamu ya kwanza tulikuwa na bwalo la mabanzi likawa nalo linakaribia kudondoka. Lakini mwisho wa siku kwa kuanza nguvu za wananchi pamoja na halmashauri ilipokuja kutuunga mkono, ndio hili jengo ambalo naliona, lakini tunaamini sio muda mrefu jengo hili litakwenda kutumika. Lakini Mkuu wa Wilaya, mimi nikuhakikishie kwamba kwa, kwa majengo namna ninavyoendelea hapa hata wananchi hawa mbele ya safari ya safari hapo, kuna uchaguzi. Sisi kwanza hatuna deni na Rais Samia Suluhu Hassan, kichobakia ni kumpigia kura za ndio. Lakini vile vile tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu ambaye ameleta sapoti hapa. Lakini pia najishukuru mi mi na mimi mwenyewe <laughs> kwa namna nilivyosimamia wananchi hawa. Na nishukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mimi naamini hata tunakoelekea, ninaamini kura ya maoni, mwenyekiti wa chama yuko hapa, naamini kura ya maoni ya kumchagua diwani mbunge na mimi nitakuja kupigia kwenye jengo hili. Basi nakushukuru sana, karibu sana Yakobi. Kwa majina naitwa Sensia Zakaria Mdemu, ni dada mkuu wa Yakobi Sekondari. Mimi kama mimi na wanafunzi wenzangu kwa ujumla, ningependa kuwashukuru wazazi kwa, wa kwa mchango wenu mkubwa, pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchangia pakubwa mpaka sasa tuna uhakika kwamba na sisi tutaishi kwa la, kwa kula sehemu hiyo safi, kwa sababu tunateseka kula maeneo kama haya, ambapo vumbi upepo kipuliza chakula kinakuwa kina vumbi. Kuna muda mvua ikinyesha hivyo tunaloana kwao. Tunashukuru kwa tuna kuwa tunaona jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wazazi wetu kwa kutuunga mkono kwa kutupatia kile tunachostahili. Tunashukuru kwa hilo.